Idara ya polisi nchini Kenya inamulikwa kwa kifo cha kutatanisha cha Mwalimu Albert Ojwang', aliyekuwa maarufu kwenye mitandao ya kijamii. Shirika la Utangazaji la DW limeripoti kuwa Ojwang' alifia kwenye mahabusu ya kituo kikuu cha polisi nchini Nairobi, baada ya kukamatwa kwao katika jimbo la Homa Bay kwa madai ya kuchapisha taarifa za uongo kwenye mtandao wa X. Kutokana na kifo hicho cha kutatanisha, mkuu wa polisi Douglas Kanja amewasimamisha kazi maafisa wote waliokuwa kazini wakati wa tukio hilo. Maafisa hao ni pamoja na mkuu wa kituo kikuu cha polisi cha jijini Nairobi, afisa wa zamu na mlinzi wa mahabusu. Hatua hiyo inatoa nafasi kwa uchunguzi huru kufanywa na mamlaka huru ya kusimamia utendaji wa polisi aipoa. Nikawauliza kwani amekosa nini, wakaniambia kijana wangu ametusi bosi wao vibaya sana katika X huyo Sigei ndiye aliniambia ati ameharibu jina la mkubwa wake, alisema baba wa marehemu. Baada ya kuzuiliwa awali katika kituo cha polisi cha Mawego, usiku wake alihamishwa hadi Nairobi na kuwekwa rumande katika kituo kikuu cha polisi. Kulingana na taarifa ya msemaji wa polisi Muchiri Nyaga, Ojwang' alipata majeraha kichwani na alikutwa akitokwa damu. Familia yake sasa inataka haki itendeke kwa mtoto wao. Mazungumzo kuhusu kifo cha Ojwang' yameibua hisia kali miongoni mwa umma. Huku mashirika ya kutetea haki za binadamu ikiwemo Amnesty International Kenya yakilaani tukio hilo na kutaka uchunguzi wa kina. Kwenye taarifa hiyo, Mkurugenzi wa Amnesty International Kenya, Irungu Houghton, amesema kifo cha Ojwang' kilikuwa cha kusikitisha na kushangaza sana kuwa mtuhumiwa hakufikishwa katika kituo cha polisi cha karibu na alikamatwa na kusafirishwa mwendo mrefu hadi Nairobi. Hii ni Poa Media.